Na mtutoke kaunti ya Uasin Gishu, mtazamaji, tuelekee kaunti ya Bungoma ambako vijana sita wamenaswa na maafisa wa polisi sehemu ya Khanduyi, kaunti ya Bungoma, wakivuta bangi katika kijishamba kidogo ambacho wamepalilia mmea huo. Ilikuwa ni vihoja kwa baadhi ya wenyeji na polisi, kutoka na majibu ya stihzai ambayo walikuwa wakitolewa na vijana hao, baadhi yao wasitambue kamwe kama walikuwa wamekamatwa ama wako chini ya polisi. Robert Wanyonyi anaarifu zaidi. Hizi stop ni kitu yani <laughs> <laughs> aina eh, ndo. Unajua, ni matamshi ambayo yaliwashangaza wengi licha ya operesheni ya maafisa wa polisi kuwanasa vijana hawa kwa kuhusika na upanzi, uuzaji na vilevile vile matumizi ya bangi katika kaunti ya Bungoma. Kazi za slavery ni siwezi fanya sasa. <laughs> <laughs> mimi ni mtu wewe, yani kwa hii creation ya jaa, mimi ni mtu yani, naishi free lola. <laughs> Vijana hao sita walinaso walipokuwa wanaendeleza shughuli hiyo katika kipande cha shamba hukuwa ndani wao wakitoroka wakati polisi walipovamia. Tumesema hakuna bangi tutakubali ifanywe hapa, iuzwe ama ivutwe hapa, na tumeanza msako ambao utaendelea mpaka dakika ya mwisho, na tumeshukuru sana kwa sababu wananchi wameshikana na sisi. Baada ya kusafirishwa hadi katika kituo cha polisi wa utawala cha Bungoma KTN ilipata yani, fursa ya kipekee ya kuwahoji vijana hao na majibu yao: I, ihabu ina cleanse hati yako ukichoma ihabu habu, hata kama una hasira, hata kama una roho fulani ya chuki, ukitoa tu puff moja, unabaki roho yako inabaki imekuwa cleanse, yani vile beshanga amesema. Hii ni kitu ambacho kwamba ukitumia, hakuna kitu kingine unaweza ufia, ile ya Mungu peke yake sasa ni kitu ambacho kwamba ni kinanipatia morali kimaisha. Vijana hao walizidi kutumbuiza umma na usemi wao juu ya manufaa ya mmea wa bangi. Hiyo moshi wakati inaenda juu inaenda mpaka kwa mostai. Sasa ja nasikia prayer yako <laughs> eh. Na moshi yake kwanza inanukia poa, sasa kitu pleasing, unajua hata kwa mostai, pia bado ni pleasing. Sasa ni kama incense yani unabani kama ubani hivi yani kwa temple <laughs> inatoa inatoa harufu safi. ni aina ya matamshi ambayo licha ya ukakamavu wake. Kwa nini nimebambo? <laughs> Lakini maafisa wa usalama wameapa kuendeleza operesheni kuhakikisha kwamba matumizi ya madawa ya kulevya yanaangamizwa katika eneo hili. Robert Wanyonyi, KTN leo.